Ndege ya AirJet Angola Embraer aina ya ERJ 145 Long Range yenye nambari ya usajili Delta 2 Alpha Juliet Bravo iliteketea kwa moto baada ya kupata wakati mgumu wa kutua katika uwanja wa ndege wa Kolwezi Jumatatu asubuhi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hiyo ilikuwa imembeba Waziri wa Madini wa DRC Luhis wa Tum Kabamba na ujumbe kutoka Wizara ya Madini wakisafiri kukagua eneo la ajali mbaya mgodi iliyotokea Novemba 15 mwaka 2025 ambapo zaidi ya wafanyakazi 40 walipoteza maisha katika kuporomoka kwa daraja kunakodaiwa kusababishwa na mvua. Ndege hiyo iliteleza kwenye njia ya kurukia wakati wa kutua Kolwezi. Abiria wote 26 na wafanyakazi watatu waliokolewa salama kabla ya moto kuiteketeza ndege hiyo. Uwanja wa ndege wa Kolwezi una barabara ya kurukia na kutua moja moja na mbili tisa yenye urefu wa mita elfu mbili mia na kumi sawa na futi elfu saba na mia tisa na hutumika zaidi kusafirisha madini ya shaba ya eneo hilo. Hata hivyo, mwanzo wa barabara ya kurukia namba mbili tisa ilikuwa imehamishwa kwa mita elfu moja kutokana na kazi inayoendelea kwenye barabara hiyo. BPEA ya DR Congo ilifungua uchunguzi kuhusu ajali hiyo ikisema kuwa ndege ilikuwa ikifanya safari kutoka Kinishasa Njili kwenda Kolwezi kupitia Lubumbashi mnamo Novemba 19 mwaka 2025, BPEA ilitangaza kuwa timu yao ya wachunguzi wanne imewasili katika eneo la ajali.